Bwana Yesu asifiwe. nimezungumza kwenye episodi iliyopita kwa habari ya nguvu. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya kumi na nne na ule mstari wa ishirini na nane. Biblia inasema maana ni nani katika nini, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba navyo vya kumalizia Mstari wa ishirini na tisa, asije akashindwa kumaliza. Baada ya kupiga msingi, watu wana, wanaona wakaanza kumzi yake. Mstari wa 30 anasemaje? Wakisema, mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu ya kumalizia. Nguvu ya kumalizia, maana yake anazungumza kwamba ni mtu gani ambaye anataka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kupiga gharama, kwa sababu akianza na akashindwa kuendelea, watu watamcheka kwamba huyu mtu alianza, alikosa nguvu ya kumalizia. Maanake kwenye hii dunia ambayo tunaishi, kuna nguvu ya kuanza, kuna nguvu ya kuendelea na nguvu ya kumaliza. Kwa kuna vitu vingi ambavyo tunatamani tuvianze, tunashindwa kuvianza ni kwa sababu hatuna nguvu, hatuna kitu ambacho kinapushi hayo mambo yaweze kuanza. Kuna mambo ambayo tunatamani kuanzisha, kuna miradi mingi ambayo tunatamani kuanzisha, kuna idea nyingi ambayo tunatamani kuwa nazo, hatuna nguvu inayosukuma hiyo idea. Lakini kuna watu ambao ana nguvu ya kuanza, lakini hana nguvu ya kuendeleza kile kitu alichokianza. Anaweza akawa na mawazo mazuri, anaweza akawa na idea nzuri, lakini hana nguvu ya kuendeleza idea ambazo anazo. Lakini kuna watu pia wanaweza kuendeleza, lakini hawawezi kumaliza kile kitu alichokianzisha alicho, na ndio maana Yesu alianza safari yake mpaka akakamilisha pale msalabani. Maana yake hakuna kitu ambacho Yesu alikiishia njiani, chochote ambacho Yesu alikianza alikimaliza kwa sababu alikuwa na nguvu ya kuanza, nguvu ya kuendelea na nguvu ya kumaliza. Na Mungu wetu sisi ni Alfa na Omega, anatupa upako wa Alfa na anatupa upako wa Omega. Maanake kama kuna vitu ambavyo tumevianza, tunamwamini Mungu anatupa upako wa Omega, upako ambao utakusaidia kuanzisha mambo hata kama kuna vitu vinataka kufa, upako wa Omega unatamia hicho kitu hakiwezi kufa. Na si hivyo tu, Mungu anaachilia na upako wa mwisho kabisa, ambao utaweza kutunza hicho kitu ambacho Mungu amekuanzishia mwanzo katika upako wa Alfa. Na ndio maana Mtume Paulo anazungumza, vita nimevipiga, imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza. Maanake alikuwa na nguvu ya kuanza na nguvu ya kuendelea na nguvu ya kumaliza. Kwa hiyo kwenye hii dunia ambao unaishi, unahitaji hicho kitu. Ndio maana anasema watu wakamcheka, ya kwamba hana nguvu ya kumalizia. Unahitaji nguvu ya kuanza, nguvu ya kuendeleza na nguvu ya kumaliza vitu ambavyo umevianza, na hiyo iwe shauku kubwa mbele za Mungu kumuomba akupe nguvu ya kuweza kuviendeleza na kuvianzisha vitu kwa ukubwa zaidi na zaidi katikati ya dunia hii. Shalom.